Leo tutajifunza eh, kitu kidogo lakini ni cha msingi sana, habari juu ya wanga. Wanga carbohydrate, wanga wengi tumeambiwa wanga haufai, tumeambiwa wanga sio chakula, usile wanga kabisa, na lazima imekuwa ndiyo ukifika hata kipindi fulani na mimi nikataka kushawishiwa. nilitaka kushawishiwa kwamba nikamwambia mke wangu siri ugali, sili ugali, maana unajua mafundisho ya kienyeji hadi na wewe unakumbwa, unashindwa, unasahau biology. Lakini hivi, mbona biology nilifaulu sana, biochemistry, biochemistry ile nilifaulu kwa kweli, na nilikuwa bingwa kabisa wa biochemistry. Nilikuwa naijua vizuri, kasema, lakini hii ni study, labda kwa sababu ni utafiti mpya, nikajaribu yale yaliyosemwa kanamwambia mama, kila asubuhi niwekee bakuli la maharage linanitosha. Bakuli la maharage napiga, bakuli la maharage naondoka. Akaniambia, lakini haya ni mambo gani haya, mbona wewe ni daktari, haya mambo gani? Kanaambia mbona reasoning ina nani? Kasema, wewe weka maharage. Kana we, kanapiga bakuli la maharage. Tumeambiwa tule protini tuwachane na wanga, weka hapo, piga haya, baadaye nachukua mamboga yale na piga mamboga kwa kweli nikapunguza uzito kidogo, hadi ile watu fulani wakaniambia umepungua. Baadae nikaenda kupima kaenda kupima nikapima kabisa ile, ile, nani, kama figo inafanya kazi vizuri je, ini inafanya kazi vizuri je, sukari yangu iko vizuri na nini. Nikapima nikaangalia nikaona kweli sukari iko vizuri, nikapima nikaona kwamba eh, ini liko vizuri, lakini nikapima figo nikakuta figo creatinine ile creatinine iko nomo lakini ilikuwa nomo iko tisini. Kasema ah, ingeanza basi sabini sabini huko inataka kusogea sogea huko, mbona inakuwa tisini na ngapi huko? Nikakuta urea iko juu mm. Nikasema sasa, mbona hii ni azotemia hii, mbona kama ni kuna shida kwenye uchujaji kidogo wa figo, mbona kama kuna shida? Nikaanza unajua, lazima uanze kufikiria from cause to effect, yaani uanze kujifunza kufikiria kutoka kwenye kisababishi yani, hiki ulicho nacho kimesababishwa na nini? Ndipo utajua tatizo la kila ugonjwa, na watoto uwafundishe waanze kufikiri from cause to effect, yani kilichosababisha ni nini, sio kukimbilia tu dawa, kukimbilia dawa, ngoja ni nywe dawa nikojoe. ah -ah. Nilivyogundua nikasema, sio maharage haya kila siku, maharage mengi haya kila siku, ikabea hivi. Sasa kuanzia maharage Nikaambia hebu achana na marage, takula kidogo sana, yaweke pembeni. Nikarudia tena kupima nikakuta kidney function ni safi kabisa, creatinine normal, urea haziko normal. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku hizi wanachosema watu, kula protini, achana na wanga, kula protini. Umekuwa carnivore wewe, umekuwa carnivore? Wewe umekuwa mla nyama basi? Okay, protini labda utakuja ya mimea. Okay labda protini ya mimea na nini lakini kula nyama mtu anaweka kilo nzima siliwanga anakula kilo nzima ya nyama, na mimi nitakwambia matatizo mengi yanayotokea ya figo, mengi ukichunguza, tumegeuza diet. maana siku hizi kila siku dayari sisida dasi, dasisini tuka wapi? Kuna shida, tunalogwa nini Ha, hata hatuwezi kuroga sini wa Kristo tunawekewa sumu nini kwenye maji hapa, nani ametuwekea? Mbona tuko wengi hivi, kuna shida, wanavuta sigara, hata uelewi ni nini. Tayari sisi imekuwa na bei kubwa nini, kila nyama, kipande cha nyama unachokuwa umekula kinapita kwenye figo, yaani sumu yake lazima itokee kwenye figo. Sasa umekula nyama kilo mbili, sijui kilo moja, kila sehemu umekula haya na maharage na nyama na maproteini yote yanatakiwa yapite kwenye figo, na maji unywe ya kutosha. Matokeo yake pale kwenye figo panatokea nini? Panatokea haya, masumu yote yanabaki hapo, hayachuji vizuri, hayachuji vizuri. Baadaye nini? Mara mawe kwenye figo, mara nini, unashangaa haya, figo imegoma, haiendi vizuri. Mungu alisema tule a balanced diet, mlo kamili. Jamani, bwana Yesu asifiwe sana. Mlo kamili na mlo kamili lazima uwe na, na, na, na wanga uwe na, na protini uwe na, uwe na, mafuta, halafu pale ndani kuwe na vitamins. Tena zime, zinaliwa kwa, sio kwa, kwa mchanganyiko pamoja, wakameweka mamboga mengi na, na matunda mengi hapo na, na kila kitu hapo. A, a, sio kwa mara moja, unakula kwa kugawanya. Na ndio maana wiki hii tutajifunza portions zile za ulaji. Halafu pale kuna vile vinaitwa fiber au mabaki ya nini, vinyuzinyuzi vile ambavyo vinasaidia katika mmengenyo wa chakula, lakini kuna maji na kuna madini chumvi na madini. Lakini siku hizi tumegeuza ile pyramid, tumeigeuza. Hivi inatakiwa pyramid huku tule vingi, kwa hiyo tumegeuza ile pyramid, tumeigeuza, imekalia chini, imekalia kitako. Vya chini hivi ambavyo vitakiwa viliwe kidogo, ndio tunakula vingi. Sukari kwa wingi, aya, ukitoka sukari kwa wingi, mafuta kwa wingi ukitoka mafuta kwa wingi, unakula nini tena kwa wingi? Chumvi kwa wingi, kila kitu kwa wingi, alafu carbohydrate usile kabisa, wanga. Haya, protini kula kwa wingi, protini na mafuta kwa wingi. Sasa unajikuta afya imegeuka. Nilipokuwa nikifuatilia katika kurudia biology yangu, kuangalia hivi iko sawa, nikakuta hivi ile, yani kwenye seli ya mwili kuna, kuna taarifa ambazo zinatunzwa kwenye Okay, kitu kinaitwa tukisema DNA tukisema, si simnaelewa DNA, simna DNA eh? Jamani DNA simnaelewa ehe, Deoxyb... deoxyribonucleic acid yani ndio kile yani ni, ni, ni, ni, ni, ni kichembe ambacho ndio kinatunza taarifa zote na kumbukumbu kumbu zote na zinazitafsiri zile taarifa kuwa protini, tafsiri zile taarifa uwe wewe yani yule wewe sasa, yule DNA nikisema DNA nashindwa kuiweka katika lugha ya, ya kimedical vizuri ili mwelewe. Ile DNA ina ndugu yake mwingine anaitwa RNA, ribonucleic acid. Nikaanza kuiangalia imetengenezwaje hii ribonucleic acid na hii deoxyribonucleic acid imetengenezwaje, nikakuta kwamba kwenye DNA ile DNA ile ukiangalia hapa kuna Nitrogenous base kuna kitu cha nitrogenous base ambacho sana sana kinatokana na proteini. Nitrogenous base inaweza ikawa ni adenosini, ikawa nini thymine, ikawa, ikawa ni guanosini ha, ni maneno hayo ya, kib ya kibayolojia ikawa ni uracil hivyo. Hiyo ndo besi hiyo, nitrogenous base hapa chini sasa, kile kitako ambacho tuseme ndio ndio kama jengo lile, nguzo inayoshikilia sasa, inayomshikilia huyu amino, inayomshikilia ni nitrogenous base, ni ribose. Ukisema ribose au ribose, ni carbohydrate ile ribose, ni carbohydrate. Halafu hapa kwa pembeni, yaani ni wanga, ningesema hivyo, ni wanga. Lile base lile linaloshikilia ni wanga hapa kuna ile, ile wanga limebeba nitrogenous base, alafu limebeba a phosphate group, ka phosphate kamekuja hapa sasa, hivyo vimeshikiliwa hivi, lakini lile ambalo limeshikilia kabisa kwenye RNA ribo nucleic acid na kwenye DNA deoxy. Ukisikia deoxy, manayake imepungukiwa oksijeni, ndio maana ikasema deoxy ribo lakini ni raibo , yaani ni carbohydrate ambayo imekamilika, imebeba imebeba nitrogenous base, imebeba na phosphate group. Sasa nikasema mimi nikaanza kujiuliza, kama carbohydrate haifai kuliwa, kwa nini imeandikwa kwenye DNA yako? Yaani Mungu alipokuwa anamuumba binadamu akaandika kwenye DNA akaweka kumbukumbu kwenye DNA ya carbohydrate. Na ndio sasa ukichukua nitrogenous base ukachukua na, na hii ribo au deoxy, deoxyribo ukachukua na, na phosphate group, hizi ndizo zinaungana, zina polymerize, zina polymerize zinaungana, zinakuwa ni likamba lirefu linalochukua taarifa, taarifa za macho, taarifa za masikio, taarifa za nini taarifa za uku paweje, taarifa twende hivi tutengeneze seli ya tumbo, ndio zimechukua taarifa zote zimeandikwa hapo, encoded zimekuwa coded hapo. Kwa hiyo inakuwa ina kodi na decode, inazitranslate zile taarifa, carbohydrate ikiwepo sasa. Unapoondoa unapoondoa wanga kabisa, usile wanga kabisa, maana yake ugeuke kuusiwe mtu, yani wa kawaida, yani wewe ugeuze ule mtu wa kawaida, maana lazima ile ndio inakuja, inapokuwa inajitengeneza ile inajitengeneza ile glucose, ikijitengeneza inajikunja, inatengeneza hiyo ribo, alafu ndio inakuja protini adenosini, inakuja nani guanosini, inakuja thymine, inakuja uracil, alafu inakuja phosphate group yanatengeneza sasa. Ndio baadaye inajikunja, inakuja ina double helix, inatengeneza vinani viwili vile, yani mikanda miwili inaanza kujikunja, inatengeneza taarifa yote, baadaye unapata chromosome ambao wanasema ukiirefusha ile ukaikunjua inaweza ikaenda urefu mbali kabisa, huko usikotegemea, katika, katika nani seli moja. Kwa hiyo hatuwezi kukataa wanga, ila shida na shida sio wanga, shida ni huo wanga. Unakulaje? Unakula saa ngapi? unakula, unakula mara ngapi? Unakula kiwango gani? Na unakula wanga gani? nakula wanga gani lakini kutoa wanga kabisa usile wanga na mimi nadhani unajua mimi nadhani kwamba kwa kuwa shetani hatupendi kwa hiyo anatutengenezea mazingira ya kutumaliza mi usiniambie kwamba kuna tafiti najua tafiti zipo na tafiti inategemea mtafutaji tafiti yule anataka nini ana makusudi gani tuache kabisa wanga kabisa hapana lakini tujifunze kwa asili Mungu alitaka tule kwa namna gani na tule nini? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Najua hii baioloji hamwezi kuinanii sana, lakini nawapa tu vionjo kwamba kile ambacho unakatazwa usile hakifai, kipo kwenye DNA yako na kimetengeneza ni backbone pale, kipo hapo sasa na, yani kinahitajika kitengeneze hiyo, nami nikitaka kukumaliza, najua taka kukumaliza lazima nikuondolee vile ambavyo vinakufanya wewe uwe na, kwa kukutisha, una kisukari yeye. Acha kabisa wanga, na mwingine ambaye hata ana kisukari, utapata kisukari wewe, ukila wanga utapata kisukari. Sasa watu wanaogopa kisukari na hivyo wanaogopa nini, na pressure, kila mtu ana nani siku hizi, mpaka nitaka kuacha kulima mahindi. Ah, nikasema ngoja, hapa tupunguze mahindi. Sababu yani, imekuwa nani hivi, imekuwa shida. Of course kipindi fulani na mimi nilipata kitambi kuna kipindi fulani nilipata kitambi nikasema yatakuwa mawanga haya ah. Kumbe hamna kitu, we shida yako unakula unakaa pale, halafu ufanye kazi yoyote wanga. Unapochagua chakula, lazima ujue, je, upo sehemu gani? Unafanya activity gani? Wale ambao wanafanya kazi ngumu, wale ambao wanakimbia huku na huku wanakimbia, wale ambao, lazima ule wanga, wanga ndio Chanzo cha, cha, chanzo cha nishati ya haraka chanzo cha nishati ya haraka ni wanga instant ting, yani kama unawasha kiberiti fya, tayari wanga. Halafu kuna inapoingia ile wanga, ule wanga unapoingia unaingia, baadaye unafanyiwa kazi kila wanga glucose inapo, moja inapoingia ile glucose inavunjwavunjwa, ikishavunjwavunjwa inatengenezwa katika namna fulani, ambayo kila glucose inayoingia pale mwilini inatengeneza ATP ama zile energy zile nishati 36 mpaka 38, inakufanya uweze kufikiri, uweze kufanya kazi zako, utafakari vizuri, uweze kukaa vizuri, mwili uweze kuchangamka na mmeng'enyo uendelee na kazi zote zifanyike kama ni kwenye familia, mambo yote yaende vizuri. Ile energy inavunjwa vunjwa, vunjwa.